Naam, ujambo ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, karibuni kwenye kipindi chetu cha mitazamo yetu na watazamaji wetu wa Baraka One TV ambacho kipindi leo kinaletwa na Mimi Dirojese kwa Rafael Mwamba, ambaye nitakuwa nanyi ili nipate kuwaletea kipindi hichi. Acha mpate kusikia mitazamo yetu na watazamaji wetu. Karibu kwa kufuata. Oh, papa Rajabu, papa Roger, wote kabisa Mungu awabariki bwana. E, tumewafuata kwa makini kabisa tumewafuata bien. E, tumesikia jisi mmeikala mkitafanya mitazamo yaki uchambuzi wa kila neno, kwa kweli tunashukuru sana. E, ndugu zangu, Mungu awatie nguvu katika kazi na Mungu awawezeshe. Mie niliwambiaka hivi, Papa Rajabu ile ukuta yenye iko uvira ya kusema wanazuia uvira isikamatiwe, haiko msaada juu ya watu ya uvira kwa kutokubakamata ile ukuta iko pale, ni rasio ya batu venye wanajijua benyewe, sio kwamba banasaidia bana inchi hapana. Ah, sababu kusaidia uvira balipashwa kurusha M23 itoke nani pale Kamanyola, itoke Katokota, itoke Bukavu, Bukavu ibakie, iko Uvira bakie iko Uvira tu na masikari wanachunga mipaka yote, mupaka na Rwanda, bie bachunge, bie bachunge, bachunge inchi. Me adui iko ndani ya inchi, haiko haiko nje, iko ndani alishakavuka mpaka anaingia mwinchi, bana mwacha pale, bako banamwangalia tu, iko pale, anapiga maharage, anapiga biola, anapiga miogo, anapiga, eh? Kisha bana tudanganya aseme adui, tutampiga tu muda siku, siku ni siku, tutampiga tu. Bako na kope ya pesa pale, kwenye bako haiko juba, na mshindwa adui hapana.

sababu banaona decision yake sio ya mzuri. Huyu bwana atamalizisha kope yetu, inafaa bamurudishe tena, aende aende aende aende kula aende kula kula. Najua kama ule general kwanza, inawezekana ni mtu ni ni mzaliwa wa Bukavu, inawezekana anaweza ukuya na moyo wa huruma population ya kwabo, anaenda kupiga pale na anapasambua, basi nakope naishia pale. Nakope, naishia pale kidogo kidogo ako tena. Eh? Njo maana vrema Kongo Mungu atukumbuke vrema. Nakusalimu Bwana Rajabu, nakusalimu baba la baba mzee wangwasuma Bwana Rajabu, nakusalimu, nakusalimu kabisa. Siku nyingi nilikuwa sizungumze na salimu pia wa member wote ambao wako kwa Baraka One TV, nawasalimu si mwingine ni wenu Elisha from Nairobi, Kenya. Ya bwana mtangazaji, nilikuwa nataka nichangie kidogo vema kwa hili jambo ambalo umetangaza siku ya leo, jambo la presida wetu kukamata maamuzi ya kuvaa sasa ile esprit militaire. Mimi kwangu kabisa nimemunga mkono vema, nimemunga mkono kwa kusema kweli, bwana mtangazaji, Kongo haiwezi ongozwa kwa demokrasi. Kongo haiongozwi kwa demokrasi. Kongo inaongozwa kwa diktatir, ndio poa kabisa. Kwa maana sisi Wakongole, ndugu yangu, tunakuwa na vichwa ngumu moja hivi yenye. Ukikuja Kongo ukue dirija, Kongo unakuja ongoza Kongo ukiwa msoft, msofti, msofti. Hakuna kongole mwenye atakuinamia chini. So na dawa ya kongole ni hiyo iyo ku, kuwadirige avec dictature, kwa maana kongole ni mtu wa kwanza anaogopa kifo. Unaona, kongole ni mtu wa kwanza anaogopa kutishiwa maisha, siri tu mwababa politicien kongole ni mtu wa kwanza mwenye akiona aksio yenyewe umefanya ya kupitia mwingine kuongolea hapo apo, njo anaweza fungua macho na kushituka. So mimi ile atu yenye president amechukua ya kuvaa teni na kukamata ile esprit militaire anaingiza ana, mimi kwangu, vraiment mimi na muunga mkono mia kwa mia hapo kabisa, coup de chapeau kwake. Ingine jambo ingine ambayo nilikuwa nataka kuzungumuzia wa ndugu zangu, vraiment huyu huyu honorable wetu siwe jiste bitakwira kweli hii hii niliona hii. Hii mimi ni bangi anavutaka kwa mzee kosa huu mzee huu mzee anavutaka bangi na ye njo anakwaka mtu wa kwanza kudenonse na kuweza kutoa maasiri mingi za wa Wanyarwanda wa awaswadi za Wanyamrengi wa ababa refugie Rwande ndani ya Congo, leo hii anaweza sema hivyo juu ya ya masunzu na anajua 3bk masunzu haiko hapo jujuu ya kutumikia nchi, na hakuna hakuna swadi za awa wanyarwanda warefugie wanyamlenge wenye wako natu, wako muarme kongole wako mu gouvernement wako natumikia hawatumikie Kongo. Wale watu ni wanafiki, wako natumikia njo Rwanda, tusi tusidanganyane hapo kabisa. Leo hii juste bitakwira anaweza kuja sema hivyo leo eti wampatie miezi sita. Kwani huyu mzee walimpacha nini? Ni bangi anavuta ama amejikoroga, ame kiakili ya maji? Watu kama wale ilikuwa ni watu wa kuchia ndani kwanza, kwanza kwanza. Ilikuwa bien kuanza kukuwasache wote ni kuanza kubatafuta kuba, kubatafuta mwarume wote wanastahili kufungwa, juu wale nyo wenye wako wanabeba wana informasyo ya inchi vile iko naenda, wale nyo wako nauza ile inchi, lazima wale wote wenye wako ba etranje, ni kubatoa wote kabisa, ni kutoa moja moja moja moja bila taka kutuwata mojamoja moja. Kubatoa tu bote mara moja, ile njo ilikuwa solusio ya kuweza kufanya ile inchi irudi kwa amani. Bila hivyo inchi yetu haitakuwa ait, na amani. So juste bitakwira aache bangirajavo habari ya mchana ndugu yangu e, mpole bapasha bote habari bote venye mnajikuta e, mstudio juakutupeperushia habari na tusikie mambo ya mgini vile kunaenda. Mpole ndugu yangu e, pole sana kwa wingi wa kazi mnatumika. Basi mzee Rajabu, namisikiliza sana saa sita, saa sita na e, mifata mzuri, na saa tisa na mifata mzuri kuhusu habari ya arme yetu. Mungu amebariki sana mzee Rajabu na saa sita. E, saa tisa na mifata mzuri kwa mambo kuhusu e, depite wetu wa Uvira, na mifata sana. Kwanza mi nakuaka na huzuni sana alama ya mzee Bitakwira. Shiku moya alisemeaka iko nazungumza na Bazalendo na yake ilikuwa kome ushauri, lakini ilikuwa ushauri wa ubaguzi juu mubunge pale, bamzee amuri ya kutumba biko pale balitoka ng'ambo ya Fizi banakuya kuzibia ni kusema alama balitumikisha pa ile fashi haikukuwa alama ya kusema kwetu ni Fizi na tunaweza kukinga Fizi tuache Uvira. Balijua kusema yote ni Sud Kivu na yote ni Kongo, lakini wakati wa kuleta ushauri wake alisema mukiflero na hii jambo mnaizungumzia leo mumisio ya saa tisa inaonesha mzee Bitakwira mumasikio yetu tunamushiakia, tunamushiakia. Kwanza kuya kwa gasi tapale kulikuwa suteniri na masunzu, angaria nombre ya batu balikufa kwabo Uvira juu ya kudeklare masunzu nini gasita ende me muile siku yote, alikala pale masunzu wa kusema kitu juu ya nini? Ni ndugu yake Mtusi, me ye kwa kongea, ashilete ushauri muswahili enye bazalendo bote batashikia, alileta mukiflero manake bale benye yanayuwa ni baflero paka Unaona, tushitumaniye mutu ila tutumaniye Mungu na bachianje kutudistrair, atuna batoto badogo masunzu ata declare. Angaria miaka ilifanya karibuni miaka tatu kwa njia bunagana na bakwi bafikie bariande ugombane mu mumaruchuru wapi wapi, mekuingia kwa masunzu, Masisi inaanguka. Kuingia kwa masunzu, Minovo inaanguka. Kuingia kwa masunzu, Goma inaanguka. Kuingia kwa masunzu, Bukavu inaanguka. Kuingia kwa masunzu, tina nivo ya Kamanyola wanafikia na mumanivo ya Walungu na Nzibira. kisha yeye atuambie kusema balipasha kumupermetre si mwa yenye masunzu depuis balimunome pale anafanya mezi ngapi? Kwanja ni kumuchungia tu heshima kum... mie mbele nilipasha kumutosha masemi maovu. Ni mutu mubaya sana, ni batoto ba Lusiferi sekele damu iko namwangika kwa bobo ba muframasoni ni promosio biko napatia ayo bamwongeze simwa ya kuangusha ingine hata mwingine moya ni bitakwira. Anasema, ole wabo ile damu batairipaka, ole wabo. Adui wa mtu atakuwa nyumba yake mwenyewe. Neno ya pili nataka kusemezea ni neno ya majeshi. Serika, nini jeshi letu la Kongo <coughs> mzera jabo pardon mzera jabo, kuna maneno yenye mimi nataka kuizungumzia raisi wetu. Kitu kya kwanza kulikuwa ka diskuru yake moya alifanyaka Mkinchasa, kama Mkinchasa, kama ni kuba Kongo alisemaka e mbokesi ekufwa si jue mkongomani wote ata jiraple ku ile msemo yake ni kusema ishi ku yote. Raisi wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo anajuaka kusema mbo dunia mugini yetu ilishaka kufwa pe yetu iko ya kufa deja bo at, pala na ye ni ya kufa, atashindwa kuyua kiini kinaua mugini ana kiua, na kama anamanke decisio juu ya boka kama nini, ana manke decisio juu ya kusema akadeside batamubeba mariakenye ko mubelgike, batamubeba mariake komufrance, batamubeba mariake komuamerika, batamufunga sa akatoka umwe, atakimbilia mule mandake kaisha, ataenda mule bateenda kumufunga junjo mubabo bazungu benye biko na sutenire ivita nanjo banakoze ivita iwe umu mwetu Mukongo na batu bafe. Juu ya nini? Raisi wetu mbele ya kuingia huko, aliyua kusema, mukongo benye rwanda biko baganda, biko hatutataya, barundi juu biko pamoja na sia, anajua biko hatutataya, bakenya biko hako mambo yote anayua mwenye kutuacha twende hivi ni raisi wetu alisemaka, mukampanye ke hivi mini kwa hapa tafikia Goma bila kutosha muguu wetu bila basoda betu kutoka huko Mkongo, tutapika Goma eh, nili Rwanda bila basoda betu kutoka Mkongo

badiaspora banamukonseye ke akamwacha ni soda ni ivi, ni hivi atafikia kuya kumugeukia anamutosha anamutuma ku transport anabeba mwajamvita anamuweka pale. Depuis memba alitokaka ku defanse muliona miezi ngapi? yenye avance ya eh, nini FRDC eh, FDC ilikuwa leo mwenye alinomeaka chef d'etat major General Banza ikingali e paka General Ntumba me leo ituko wapi? mwenye alinome mazuzu ni paka ule Bo, pale biko naona banachunga paka moya moya eske hayya vapakiri akusema bahangaria kusema bale bote benye ilianza kunome bote ni babaya babatoshe, wala hakuna kapitani mwenye anaweza kumuweka koloneli. Naam, ndugu mtazamaji wa Baraka1 TV, na ni hapa ndipo tunafika nukta ya kipindi cha Mitazamo yetu na watazamaji wetu, ambao umesikia mengi na umetafakari mengi kupitia hayo ambayo tumeyakuzungumzia leo, na nitoshe shukrani zangu kwa King Cell from USH de Kizenga Tembele